anayo aljaufu, nao ni ule uwazi ulio ndani ya mwili wake, kama vile tumbo ni aljaufu. Kuna na ule usiku, pana hichi kipande cha mwisho, sehemu ya mwisho mwisho, kwayo ndani ya kipande cha mwisho pale, mola yuko karibu sana na mja. Ukaribu wa hali ya juu. Halafu mtume akasema maneno mazuri kweli, akasema fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allaha fi tilka sa'ati fakun, basi ukiweza kuwa miongoni mwa wale wanaomkumbuka Allah katika muda huo, na wewe kuwa miongoni mwao, ukiweza kuwa miongoni mwao na kusudio lake Mtume sallallahu alaihi wa sallam kwamba mwanadamu apambane aweze, awe katika hao ambao watamtaja na kumkumbuka Allah ndani ya muda huo. Mja yuko karibu zaidi na mola wakati amesujudu. Kuna hadithi nyingine imeanza kumtaja mja, kisha ndio ikamtaja mola, yaani mja yuko karibu zaidi na mola anaposujudu. Aqrabu ma yakunu al'abdu min rabbih wa huwa sajid. Sasa hii imekuja kinyume chake, mola yuko karibu zaidi, jaufu leili, yuko na mja katika jaufu laili la akhir. Je, ikiwa mja huyo kwenye sujuda anaomba dua, kitendo chake kimemfanya mja awe karibu zaidi na mola, na wakati umesababisha ume mola awe karibu zaidi na mja, aqrabu ma yakunu al'abdu min rabbih wa huwa sajid. Halafu kinyume chake, aqrabu ma yakunu rabbu min alabdi fi jauf laili al akhir, mja yuko karibu zaidi na mola anapokuwa katika sujud namola, na mola naye yuko karibu zaidi na mja katika jaufu laili al-akhir. Ikikutana asujud katika jaufu laili al-akhir, maana yake ukuruba wa aina mbili umepatikana, mja akamkurubia sana mola na mola yuko karibu sana na mja wake. Mtume akasema, ukiweza kuwa miongoni mwa hao ambao watamdhukuru Allah ndani ya muda huo, kuwa miongoni mwao. fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka sa'ati fakun. Na pia Mtume akasema katika hadithi nyingine, inna fi llaili la sa'a, hakika usiku unao muda fulani. la yuwafiquha rajulun muslim hausadifii mtu muislamu muda huo akaupata, yasalu llaha khairan min amri dunya wal akhirah, akamwomba Allah khair ya mambo ya dunia au ya akhira. Hata dunia ya dunia yake alikuwa ana, anatafuta mke mwema akaomba pale, anatafuta kazi njema akaomba pale, anataka shifa ya maradhi yake kaomba ndani ya muda huo ambao ni saatu lijaba akiomba heri ya dunia au ya akhirah, ila atahu iya, isipokuwa Allah ta'ala. Wa dhalika, na jambo hilo. Fi kulli lailatin, katika kila usiku unapatikana sasa. So angalia namna usiku ulivyokuwa nyeti na ni mgumu, na unawakuta watu wakiwa siwa macho, wamelala. Fursa ikawekwa kila usiku, lakini katika mchana imewekwa siku moja tu ya Ijumaa saatu l-ijaba mchana limewekwa siku moja tu ya Ijumaa. Ingawaje kiujumla mwanadamu akiomba dua dua zake zina nafasi ya kujibiwa, si lazima apate mida kama hiyo, awe ni mja wa kuomba dua, lakini fursa imetolewa kwa nafasi kubwa zaidi, yenye uhakika zaidi, saatu min nahar, ndani ya siku moja ya Ijumaa, muda fulani wa mchana. Ama usiku saatulijaba iko siku zote, ikikusadifia wewe umeomba heri ya dunia au ya akhira, basi utapewa na. Ikitajwa saa jamani, katika hadithi au Alquran haikusudiwi dakika 60 saa kwa maana ya da dakika 60, hii ni matumizi ya lugha hiyo baada ya zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa muda mrefu zama za Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ikitajwa saa huwa ni muda mfupi, kitambo kidogo. Kwa mtu akisikia kuna saa tulijaba siku ya Ijumaa, asija kadhani saa zima, kwa maana dakika sitini. Akisikia kuna saa tulijaba kila kila siku usiku, asija kadhani dakika sitini. na kwa aya kwenye Qur'ani inasema, kiama kitakaposimama, waovu watakula kiapo kwamba hawajeishi duniani ila saa inakusudiwa, ila kitambo kidogo tu, kitambo fulani tu. Ndio akasema maulama, la yajuzu tafsiru nususi biistilahin hadith, haijuzu kufasiriwa aya na hadithi kwa istilahi iliokuja baadaye. Yani, huwezi kufasiri neno saa katika aya au hadithi kwa matumizi ya neno saa yaliyokuja baadaye zama zetu. Zama zile haikutumika saa kwa maana hiyo, kyo tuifasiri Alquran na hadithi kulingana na ujumbe uliobebwa na lugha zama zile. Saatu lijaba kullu laila, kila usiku inapatikana saa hiyo mwanadamu tu anatakiwa afanye hima na afanye bidii afike mbali, na nimalizie kusema anayeabudu usiku huwa ni kama anayekimbia na kumtoroka adui, adui mvamizi ambaye anasababisha roho zitoke, damu imwagike na waliotiwa mikononi wageuzwe watumwa, watumwa wa kiume na wa kike. Sasa basi, zamani ilikuwa mtu anakimbia usiku kimbia eneo lake, kwa sababu kuna taarifa maadui wa wanakuja wanavamia. Mtu anaona aisalimishe roho yake aiokoe damu yake ailinde mali yake ajihifadhi na mkewe, wasije wakaingizwa utumwani. Kwa hiyo anakimbia, ndio Mtume akasema man khafa adlaj, anayeogopa anakimbia usiku wa, man adlaja balagha almanzil, na anayekimbia usiku anafika kwenye kituo cha amani. Ala inna silatallahi ghalia, tambueni kwamba bidhaa ya Allah ni ghali. Ala inna silatallahi aljannah, tambueni kwamba bidhaa ya Allah ni jannah. Kwa, kwa kafananisha wakimbiao, wanaomkimbia adui wa kibinadamu na wale wanaosimama usiku, wanaokimbia shari ya maasi na wanamkimbia sheitani. Ukisimama usiku ukafanya ibada ukamwomba Allah jannah ukamwomba kulinde na jahanam, unamkimbia adui yako sheitan asikutie mikononi akakupeleka jahanam. sababu kubwa Usalama wa mwanadamu ni kuamka usiku. Kwa hiyo, tuko katika masiku muhimu yenye fadhila na khairi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, tuyatumie vizuri na tupatilize fursa. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.